Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha sote mahala hapa salama, lakini pia nichukue fursa ya kipekee kuwapongeza sana vijana na kumbuka, tulipita kwenye kampeni tukapita kwenye uchaguzi, tulifanya uchaguzi ishirini na tisa Oktoba. Napongeza sana vijana wa Kibiti. Sote tunajua kwamba kulikuwa na changamoto za kiusalama lakini Kibiti hali ilikuwa ni shwari. Vijana walipata maelekezo kama vile tulivyoambiwa kwamba tupige kura, tukimaliza kupiga kura turudi nyumbani. Vijana wetu wa Kibiti walitii na wakazingatia, naomba tujipigie makofi. Lakini pia ni mpongeze afisa wetu wa vijana haule, kijana bingwa kabisa. Mkishindwa kumtumia kijana huyu mtakuwa mmeniangusha sana. Kwa hiyo tunaye katika maendeleo ya vijana ule kijana bingwa kabisa, lakini mko na mimi, mbunge wenu ni kijana, nipendi kuona tukikwama. Ah, pia naomba ni mshukuru sana rais wetu Mama Samia kwa kuweza kuboresha mikopo ya asilimia kumi. Tunakumbuka ilianza mikopo hii, lakini haikuweza kufanya vizuri. Mama yetu Daktari Samia kwa mapenzi yetu sisi vijana na akina mama akaiboresha na sasa hivi imekuja kwa namna yake, na sasa hivi imekuja vizuri. Na mimi nitahakikisha kwamba wote tunapata mikopo, lakini na imani wote tumepata elimu. Kuna mtu ambaye hajapata elimu ya mikopo, na naamini sote tuna malengo. Lengo kubwa la mama Samia ni kuhakikisha kwamba kila kijana anatimiza lengo lake, anaenda bio menyamaza tu. Kuna sehemu ambayo hairuhusi kupiga kona, unaona kabisa hapa tunakufa unakona dereva nakuabateki baroli aka matatu wewe umenyamaza tu, kinachotokea pale ni ajali. Kwa hio unatakiwa utoe taarifa ukiona vitendo zamna hiyo. Sema kupanda au katika gari usiingie na uselemke. Kwenye gari ikiwa bado alijasimama kusafiri, hakikisha mipango yako ya safari ni ya uhakika na imekamilika. Endelea kutoa taarifa za kuhusu safari yako kwa watu wako wakaribu wapo safarini. Kuna tabia watu wengi wakisafiri huwa wamwambii mtu yeyote tu, anamka nyumbani kwake, hata mkewe amwambii, kumbe anaenda safari, hata anaenda Morogoro, anaenda Dar es Salaam, anaenda wapi. Ile ni atari, wanasema mpanda ile Costa pale, ukapewa tiketi ile. Tiketi unayopewa kumbe sio ya gari hiyo. Mara nyingi madalali hapa wanapiga debe, kumbe anakupa tiketi ya gari nyingine. Unapanda Costa, kumbe umepewa tiketi ya Tokyo. Madhara yake unaweza ukatoka hapa utaenda ukasahau mzigo kwenye gari yako ile gari lishafika mpaka Dar es Salaam, umeteremka Mkuranga, unaenda polisi, jamani, mimi nimesahau mzigo kwenye posta. Wanakwambia jambo la kwanza, tutajie gari hiyo, umepanda gari gani? Unatoa tiketi, ukitoa tiketi sio ya posta, ni ya Tokyo. Hapo hebu fikiria, hapo mzigo umeupata? Nampongeza vehicle inspector, wakilishi wa OCD, wameanza kitaalamu, mimi nawaelewa. Maneno mafupi, ila nimesikitishwa na mtu usalama barabarani

ila mkono wake wakwenda na wagonda kujuu sana, kwahiyo kesi palesha kuisha, na siamini mwananchi kama mimi, unaweza nikamwambia polisi moja mbili tatu. Wakazi wa Kibiti, kuna kitu ambacho nadhani kwa sisi trafiki barabarani hamjakielewa. Sisi tunafanya kazi kwa kutathminiwa, tumefanya nini kwa siku, na ndio maana nikasema kwamba raia ana haki ya kukamata kosa lolote linalotendeka mbele yake. Nadhani si nimesema hivyo? Kwa hiyo wewe ukiona lile kosa alikutendea au wewe ukulizika nalo, ukifika checkpoint ya mbele, toa taarifa kwa askari, achana na hilo askari. Yule anatasimiliwa, kila siku anafanya nini? Askari uwezo wake wa kazi ni kukamata makosa barabarani, na anapokamata kosa apasu yeye kwenda tena kwa abiria kuambia, jamani huyu nimemkamata, nimemwandikia. Yeye anakamata kosa, anaandika, anaweza akachukua patigiwa za gari za dereva kwenye leseni yake, baadaye akamwandikia nayo, inakubalika umenielewa? Lakini wewe raia unaponipa mimi taarifa kwamba hata ukiwa hapa Kibiti kifaki vibaya pale steni, nipigie simu. Ukinipigia simu mimi nitamwandikia ile kosa naloliandika, wewe umekamata, lakini sifa napata mimi niliyekamata, kwa sababu tunatathminiwa utendaji wetu wa kazi, tumekamata makosa mangapi kwa siku, tumefanya nini. Kwa hiyo kosa hilo ambalo naliona alikuwa alikukamatwa ukatujulisha, sifa tunapata sisi polisi. Kwa hiyo chukueni namba zangu za simu, kosa hata linatendeka hapa stendi, nipigieni na unaponipigia simu u, u, u, taka mlejesho hii gari, nimekupigia simu, imejaza abiria, imebeba mizigo, imepaki pale stendi vibaya, umefanya nini afande? Mimi napaswa nikujibu haya. Chukueni namba zangu za simu. Kama mimi kijana nachumia, tunahitaji viwanda vikubwa vile Nyamaronda, vile sisi Kibisi tutakuwa na asilimia kubwa sana ya vijana weza kuingia katika fursa zile kuliko kupambana tu na huku kwenye bodaboda bajaji bodaboda bajaji, biashara ndogo ndogo, watoto wao wanaotembeza tembeza tumu nani, mayai, inakuwa sio fursa, ila mkitufuatia viwanda viwili viju vikubwa Kibiti, basi itakuwa ni fursa kubwa sana, na hii hali so, ya vijana kukuta wanazuru kabisa haitakuwepo, changamoto kubwa ambayo tuliokuwa nayo katika wilaya hii, sio lazima ana na stendi hii, stendi ya muda mrefu na abiria awafanya kazi a magari wamekuwa wanalalamika kila leo. Nadhani Mheshimiwa mbunge umekuja umefika hapa tunashukuru, lakini changamoto kubwa tulionayo, stendi yetu ni stendi ndogo, na hii sio sura ya mji, inatutia aibu kama tunaofanya kazi katika mastendi hayo. ile ya kwanza, lakini wakizungumzia swala so zima la mikopo ya ujasiriamali lakini tu nilikuwa na maswali kama watakuwa watu wa benki wapo au afisa maendeleo ya jamii, ila anaweza akatusaidia katika ile mikopo ambayo imelenga sana wajasiriamali, wafanyabiashara wadogo wadogo. Je, wale ile mikopo ya wa ya wakulima ile nayo ile zile taasisi wamewaangaliaje wakulima? Sababu ukiangalia kwenye nchi yetu asilimia sabini na tano ndio ambao wanajikita sana kwenye kilimo, lakini sana Wanakibiti tunatumia kilimo cha jembe la mkono tunakosa vitendea kazi ambavyo ni pembejeo za kilimo na zana na za kilimo. kitembo kitembo, kuna ajali zishapita hapa karibuni hata tatu nne hapa, kutokana na stendi, amna ile barabara yenyewe peke yake imeliwa, imebakia barabara tu peke yake, gari kama inasimama na alafu na gari nyingine inapishana na huku mtu kashusha kwenye mlima, lazima abutuliwe mtu au igongane gari. Kitembo kitembo, njia ya Mchuku mheshimiwa, pamoja na njia ya Mkongo, humu kwenye milima tu peke yake iboreshwe. Ishawahi kuziba njia, magari yanapita nyambangala ngala hiyo mheshimiwa na kupachika mzigo wewe, kwa sababu kwanza uzuri wake kule kwenyewe ndio nyumbani kwako, kule utakwama mwenyewe, maanake si kwa mimi peke yangu au mtu wa nje. Kwa maana hiyo kuna mlima wa Majenda na kuna mlima wa Ngubia Gai, ile swala lazima uliangalie mheshimiwa. Mpaka laki moja kwa mwezi huu mmoja, baada ya kusimamia mimi na nilionekana mbaya, vile vibanda vile kwa mwezi analipia shilingi elfu nane tu kwenye risiti, na anakabidhiwa risiti na utaratibu ule ulibagua mwenye nacho na asiye nacho sehemu. Kama kuna sehemu ya kupaki bajaji, tuliacha sehemu ya bajaji. Sehemu kama kuna migundi ya mabodaboda wanataka kupiga stori, tuliacha na miti iko pale, na ukatengenezwa mabenchi. Sehemu ambapo kuna migundi ya madreva tuliacha, tukatengeneza mazingira. Ukipita kuanzia laini ya kwanza, utakuta wasiraidi, wauza vyombo, wauza matunda, mabajaji choyo guta yani, biashara zote na mpaka migundi ya kuuzia kuzi, ya ya kahawa na kucheza draft iko pale, lengo tutengeneze usawa, mpaka watu wanaouza miatopu wale kuuza nguo kama kurusharusha pale awa. Kwa majina naitwa Inspector James Honge, mkaguzi wa magari mtaini wa madereva, vilevile kaimu mkuu wa usalama barabarani wilaya Kibiti. Mimi nataka kuwakumbusha jambo moja tu, elimu haina mwisho. Kama elimu haina mwisho, inatakiwa kila wakati tupate elimu, hata kama ni kwa jira kwa jirani yako, muulize aweze kukusaidia. Madereva bodaboda, hakikisheni, najua asilimia kubwa hamna leseni, hamna uelewa vizuri wa barabarani tujitahidi tuende kwenye vyuo tukasome tupate elimu ya kuweza kutatua changamoto za barabarani. Asalamu as alaikum. Mimi naitwa mrakibu msaidizi wa polisi Jaka na mwakilisha mkuu wa polisi wilaya yangu. ni machache. Kwanza namshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuwepo hapa, ni jambo la rehema. Nazidi kumshukuru pia, nawashukuru wanakibiti wote kwa kudumisha amani na utulivu tunawashukuru sana sisi jeshi la polisi kwa kuendeleza kudumisha amani yetu hapa. Sawa jamani, tunawashukuru sana sisi. Tunaomba tuendelee kuwa na ushirikiano, tunahitaji sana ushirikiano wenu ili amani na utulivu uendelee kuwepo mahali hapa. Lakini kingine, tunaomba kila mtu sasa hivi awe na kitambulisho cha NIDA. Sawa jamani, unapotoka hapa kwenda wilaya nyingine, mkoa mwingine, jitahidi kuwa na vitambulisho hivyo, ondoka na barua ya utambulisho uende huko, sawa jamani. lakini pia na nyinyi wageni wanaokuja hapa kwetu Kibiti tunawapokea, basi jitahidi kila mmoja amwambie awe na barua ya utambulisho alipotoka, na vitambulisho mumpeleke kwa viongozi wa vijiji vitongoji akalipoti. Kuna wageni wengine wanaokuja sio wazuri, na wale ambao mnawatilia mashaka, mtoe taarifa kwa mwenyekiti wa kitongoji, kwa polisi kata, hata kituoni, tusaidiane hilo. Wanatakiwa waanze kuomba mikopo. Kwa hiyo hii ni mikopo mipya, ni fursa mpya cha msingi tunawaomba kila mtu ahakikishe kwamba anaingia kwenye kikundi, anafuata maelekezo yote. Atakayekwama, mimi nipo kwa ajili yenu. Kwa hiyo sidhani umeme maeneo hayo, na mmesema wenyewe kwamba hizo ni temporary areas, ni maeneo ya Tanroad. Kwa hiyo mimi nitachukua na nitafuatilia nijue uhalali wake. Kama kuna uhalali, basi tutakaa tena tutajuzana, lakini kama yanafaa kuweka umeme basi mimi nitafuatilia. stendi mbovu, stendi mbovu ni ajenda yangu, na mimi pia najua umuhimu wa stendi. Tunahangaika hapa ajira, ajira, lakini tunaamini sote kwamba stendi yetu itakapokuwa na viwango, tutakuwa tumetatua tatizo la ajira kwa asilimia ya kilimo. Na hili pia nitalichukua, nitafuatilia taratibu. Hapa niliomba tupate vijana watatu ambao nitakuwa nafanya nao kazi kwa ukaribu, ili niwe nafanya kazi na vijana wote kwa niaba ya hao watatu. Viwanda pia ni muhimu sana, itatutatulia changamoto za ajira. Huwa na lenyewe nimelichukua, nitalishikia katika majukumu yangu ya kibunge. Nadhani kama lazima kwanza sisi tuwe kitu kimoja, tukae kwenye vikundi, lakini tuwe na ajenda ambazo zitatusaidia sisi kuhakikisha kwamba tunaifikia wizara. Kwa hiyo tukishaweka ye mambo yetu vizuri sasa Tunamwita waziri oh, oh, wa vijana Joli na Nauka hapo vipi? Kwa hiyo oh, oh, sasa naomba tuzingatie ambayo tumeelekezwa hapa. Mimi niko pamoja na nyinyi na haule bingwa kabisa, siamini kama kuna kitu kitaharibika. Vijana oye oh, hey! Nashukuru sana kunisikiliza.